Coastal Union dhidi Me... wa ya Yanga, wachezaji wa timu zote mbili wakitoka uwanjani kuelekea uwanjani. Sasa unaweza kutazama fair play ambayo inafanyika kutoka kwa wachezaji wa Yanga kwenda kwa Coastal Union. Seti ya waamuzi wa mchezo ikiongozwa na mwamuzi kutoka Tabora Hussein Katanga. Coastal Union kama ambavyo wanaonekana, aweza ukaona lakini kikosi cha wananchi akienda kuanza kwenye kikosi hiki kibwana Shomari, jaribu kufikiria kwa hivi karibuni, Mohamed Muya, kocha wa zamani wa Fountain Gate, Pedro Gonsalves. Haya, mpira tayari umekwisha anza, Coastal Union wakianzisha mchezo msimu mpira ambao unatolewa nje na Mohamed Hussein tasinge la kwenda kupandisha mashambulizi Max Zengeli imeacha pass pembeni kwa Profesa Pakom Zuzua. Pakom anaingiza cross nyingine ndani kwa nafasi, oh, mpira ambao unakwenda nje, hajatendewa haki Pakom Zuzua kwa mguu ndani, anazungusha ile mpira kenda kumtafuta mwana wa mfalme Prince Dube, lakini Max Zengeli naye anachelewa kufika kwenye tukio, lakini yupo juu akitazama mchezo, striker wa zamani wa Coastal Union, kocha wa wa zamani wa Coastal Union, maabad maabad, ajaribu maabad, off target kick, kutana nayo akai control ile, lakini ngome imekwenda nje, napigwa ule mpira ndani, anakwenda kuweka heda ile, lakini ngome anakwenda nje, Franka Sink ilikuwa nzuri mpira. Gusa aliugusa Franka Sink, kipa licha ya kunyosha mikono yake, bado ilikuwa ngumu. Kwanza anapitisha pasi kwa kwa ile mpira ambao umepita kwa Muhamed Hussein Zimbwe, waasia chini chini kwa Dube, kanakamata Wilibol Maseke, mwamita ambio wameguswa mpira, hakuna faulo yoyote. wanaendelea sasa Coastal Union. Kibwana Shomari kiwa chini mwamuzi apo aliguswa kwenye tumbo Kibwana Shomari na, na mguu wa Ali Ramadhani Oviedo. Akionekana kusimama peke yake juu, pitishwa pasi kwenye njia, anava ni offside, wamesha kumwamita kati, pasi inatoka ameomba tena akapewa. Wanapoteza mpira bado kwa Yanga. Pakao Mzuzu wako kwenye nafasi, pitisha kwa Dumbia, tia mbali kabisa. Iliwekwa pasi kisha akafungua njia, mpira ukapita katikati ya miguu ile ya Selemani Abdalla. Tazama kibao kile, tazama namna Profesa Pakao Mzuzu wao anafanya. Labda angekuwa na neti katikati ya miguu yake Suleimani Abdallah, mpira usingepita. Celeste ekwa kwenye tukio la mwisho kabisa la kipindi cha kwanza anashindwa kuweka mali kwenye njia. Vile walivyoanza pia wanaweza kuingia kwa muda huu. Kipindi cha pili tayari kimekwisha anza. Yanga ukianzisha mpira ekwa, imewekwa pasi ile jumbi, anazunguka ameiacha paskwa, pakao mzuzwa anakwenda kuanzisha kwa, kwa ariovyedu inapigwa krosi ndani kwenye nafasi mahabad ali msangi walianzisha mangushi mpira ambao ulijazwa ali msangi alienda juu anapitisha mpira kumtafuta maabadi maabadi anakaa mbele maabadi, Ana, maabadi. pangua ule msheri anameza mpira ule kama mzimu alipita mbele ya muhamedi huseni zimwe vilevile vile, bunduki nzito lakini msheri alikaa imara kuweza kukamata mpira ule juu kabuya Mangu sijaribu kupita mpira ule. Haya, Seleste Ekwa na lala anakwenda kucheza mpira, naambiwa ni kona. Ingia wakalazimisha, lakini ilikuwa ngumu mpaka Ali Msangi alipoingia katikati na kucheza ule mpira. Haya, kona fupi imeanzishwa. Ekwa piga mpira ambao anababatiza, imewekwa pasi, imefika kwa pako mzuzwa, anatengewa kwenye njia, duka buya, Prince Dube golkik alitengewa akazunguka, lakini mpira hujaenda ndani. Pasi ile yatiuka buya oga akaipokea, mwana wa mfalme, mpira ambao umepita juu ya lango. Shangaa anauliza nini, wengine haelewi. Lasin kouma anajaribu, lasin ulizi kutoka mbali Wanajaribu mpira ambao nakatika nakwenda nje tena. Pakom abuya anaingiza pasi kwenye nafasi, Prince Dube anaucheza willball kwenda kucheza tena, Alioviedo waliweka pasi kafika kwa Prince Dube kwa mguu wa kushoto, alijaribu mpira ambao willball maseke Ma hakuona mtu ndani wakati akiendelea kutafakari, Ali Kamwe duu akiendelea kuzipiga wananchi, anageuka anapoteza mali kwa Max Nzengeli Maxi, Maxi. Bado kuna mpira Maxi, pitisha mpira kwenye njia Andy Boyeli Andy Bobwa Boyeli aliamua kuchagua kwenda mwenyewe wakati ambao alikuwa anaweza katazama zaizi na, na kufanya uamuzi bora kwa klabu yake. Lasin Koma imefika sasa kwa Duka Buya anajaribu Duka Buya amekataa, off target kutoka 254 Duka Buya, jaribio lake linapita juu ya lango lalamika kee, amini mpira uliguswa je? Maxi Pakom zuzwa jaribu kuficha mpira, bado yuko kwake. Pakom abuya nyanyuliwa tena cross kwenye nafasi Dube Dube, anakwenda kwenye nyua wananchi, bao lake la pili msimu. Mwana wa mfalme anapokea hicho hicho ambacho kimepatikana. Injinia wameomba wamebisha, hadi sasa wanafunguliwa. Krosi ile imetoka na inakwenda kutua kwenye utosi wa mwana wa mfalme, Prince Dube forehead unakutana na mpira ambao unajazwa kwenye neti za Coastal Union. Mangushi wanashindwa kushikilia. Tukabuya anaitwa nje, anaingia Musa Bala Conte. Nam kipato huleta majivuno. Shangwe la wananchi kama ambavyo unaliona anakwenda nje. Mfungaji wa bao Prince Dube, ilijazwa cross ile, na kaenda kuweka utosi. Prince Dube kuwapa bao wananchi. Nyota wa mchezo ni Prince Mpumelelo. full time